TV One online inayo kutangazia leo moja kwa moja toka Bweremana ulayani Masisi Kivu Kaskazini, ambako leo watu kutoka eneo la Bahunde wamepata kiongozi mpya wa asili baada ya mwami Kalinda kufariki dunia siku zilizopita. Kalinda ameongoza eneo la Bahunde kwa muda mrefu na kwa sasa aliagwa na wakazi wa Bweremana na vijiji vingine waliyomiminika katika mji wao mie. Ni Shangale Netuba, saa vile mzaliwa Bweremana. Siye tumepata musiba ya mwami wetu, ni mapenzi ya Mungu. Mungu anapandaka mbegu tena afa nini anavuna Merci. Ginzi amekufa na hakufe, ametuachia wa kumgombola. Mungu ashukuriwe tena aimidiwe. Msaada ese enye tunataka atusaidie sa, Ginzi babaake alikuwa anatusaidia, tunataka usalama. Ginzi tulikuwa na usalama na vile nje tunapenda tukue na usalama. Na tupende tu, Ginzi babake alikuwa anatupenda situbague. Ni mzee, ni mtoto, ni mubaba ni kijana, siot atukumbatie Ginzi babake alikuwa anatukumbatia. Merci, ni Chantal Necuba. Viongozi wa kijadi na familia wakimteua kiongozi mpya Kalinda Gotie kama kiongozi mpya atakayeongoza eneo hilo ambalo kwa muda mrefu limekuwa na viongozi wa muda kama wanavyosema wakazi.

Endelee na wachunga, tutawachunga kwa umoja, hatutapigana hatutapiganisha watu, haiko kusema ulitumika na fulani njo hauwezi kutuzogelea, tutumike

Leo munapata mwami mpya, mnasubiri wafanyizie mimi. Tunafurahi sana kupata mwami mpya pia tunafurahi, tunapenda aendeleshe na azogeze eneo yetu mzuri na tuwe na amani tunashukuru sana ndio. Mm. Tuna, tuna shukuru sana kuona kitu tupata mwami mpya. Na kupata wetu mwami mpya tunafurahi sana sanateseka sana leo, tutampatia bwami wake na wampatie biro yake leo leo. Leolo hatupendi tena ya kukawia, wampatie biro yake leo leo. Tunapenda mwami wetu mpya aendelee, aongoze nchi yake. I ni, ni mwami wetu kutimie wetu na amufurahia. Asante. <laughs> Katika mji wa Bweremana nimekutana naye Ndole, meya wa zamani wa mji wa Goma aliyepanda miti na kuleta uzuri kwa kumchangia mazingira. Kubuya Ndole amekuwa mkadhi wa eneo la Bahunde ulayani Masisi. Kubuya Ndole, kwa nini umekuja hapa? mbalimbali zimefanyika, na sie tunafurahi sana kuvu, tumepata mwami mpya. Tunashukuru vrema, tunafurahi sana sie bazengwa dioshe na chapu Munatarajia nini kwake? Munapenda wafanyie nini? Tunamtakia usalama, tufanyize usalama, hatuze na upendo, atupende naztupenda tucnatuchunge saa kinzi baba, baba yake alituchunga. Baba yake ni kaka yangu ndangu Nikola mwami o ye anichunge saa kinzi ndangu alikuwa na nitunge. Nafika Goma, na nisaidia kwa izi yatima, ananipa nguvu, ananipa chakula niahizi yatima zenye niko nazo sasa. Na huu sasa nauukiana kayafanye vile, atuchunge sie jama. Jina lako mama? Londina na wanyungu mvuni no mm. Nawe mama, unatembea si safari mrefu kutembea kwa mguu kumshindikiza mwami, kwa nini?

kuongoza upya eneo hili, ambako ameomba wakazi wote kujenga umoja <coughs> yote kwa kufanya kazi mekanishe development, sababu sekurite tuko deja naye, tunasikilizana. Kama haiko saa ya kazi, utanikuta mana yake ni kubaraza, ka sawa MTV online imezungumza kwa mara ya kwanza na mwami Kalinda akiwa ofisini mwake katika mji wa Bweremana ulayani Masisi. Ha, mwami, leo umekuwa kiongozi wa eneo la Bahunde, ni nini mpango na wananchi watarajie kwako? Mpango iko development ya mwingine sababu juskela hatuyakuwa na vitu venye vinaweza kuatire batu musheferi yetu inalomba tudevelope mundeni yetu, pour que batu venye kuwa fasi zote bakuwe na uba ya kufika ukia kutembea musheferi. Sekiriti tuko deja nayo. Ubaguzi hatutaki uwe, Munande, Muhunde, Mutembo, Munyanga, Muluba, Mukasai, mutusi mutusi, nyinyi wote mukuye tudevelope sheferi ya Bahunde. Notre gestion sera axée sur les resultats. Mukuye tutumike pamoja, tubadilishe sheferi. Wamekuachia mzigo mkubwa ambao baba yako alikuwa anaunganisha watu, anacheka na watu, anatembea na watu. Je, utaweza kubeba huu mzigo na ndugu zako wote? Kwa kweli mzigo siyo mwepesi, lakini nitajikaza, sababu kama baba alisema, kama mii njomi, naweza kutembea nyuma yake, munjia yake nye alipita. Nikusema je suis aussi capable, kapablo de kucheka na watu yote, de kufurahi na watu yote, kukula na watu yote Tout le monde, eh, batu bote iko bana wanakaribishiwa kwetwa, hakuna mutu tutabagua, hakuna mtu tutafukuza. Nyie bote wenye kutafuta maendeleo, karibu sana. La mwisho, unajisikiaje kuona umati wa watu wanakufata nyuma wanakushindikiza barabarani hapa Bweremana? Iko nguvu sana, wananipa nguvu sana na bananionyesha ya kwamba nisiikale bila kufanya kitu, ile nguvu yenyewe wananipa wa kunisindikiza, nayo ndiyo nguvu waendelee kunipatia muongozi yenye nitakuwa nayo, sababu niko na lazima ile kifukuto. Hakuna mwami bila watu.

Alafu nyinyi kama Wahunde mna matarajio gani kwake, munangojea nini? Tuna matarajio kwa mwami mpya

Tunatarajia kama ataikusanya na maendeleo jiendelee ndani ya usultani wa sheferia Bahunde. Jina lako tena, jina langu ni Ale Juma Kacharanga, washabakfu endele ya kuungana nasi moja kwa moja. Ukihitaji matangazo yako kurushwa moja kwa moja, usisite kupiga simu na kupotisha matangazo yako eneo lote kuliko Afrika.